Ibada ya leo inatujia kutoka katika kundi la wanawake wa Kikristo wa kiumene kutoka visiwa vyikuu katika Pasifiki. Ana uishi muda mrefu, uishi vizuri, wache uangaze kama jua, wache ucheze na mawingu. Dada zetu katika visiwa vyakuu wamealika dunia nzima kusalimiana leo kwa maneno, kwa msemo huu wa Kimaori Unakaribishwa kurudia baada yangu. Kiaulam, uishi muda mrefu uishi, uishi vizuri uishi, acha uangaze kama jua acha, acha ucheze na mawingu. Kiaulam, chukua muda na utambue kutumwa kwako mwenyewe. Tulia kidogo nuuchafunzi jambo inapoingia na kutoka kama mawimbi ya bahari. Tulia kidogo, vuta pumzi. Kila mmoja wetu aliyetusajika hapa leo anapumua. Je, hiyo si jambo la kushangaza? Sote tunashiriki zawadi hiyo ya uhai. Kwa hakika, jinsi mawimbi ya bahari yanapopanda na kushuka, pumzi zetu hutiririka ndani na nje pia. yeah, Fikiria damu inapita kupitia mishipa ya mwili wako, na inapita kama mito. Kama vile mto unavyoleta virutubisho kwenye ufuo na mashamba ya dunia, ndivyo damu yako inavyoleta virutubisho kwa kila kiungo cha mwili wako. Je, haishangazi kwamba Mungu aliumba miili yetu kufanya kazi kwa njia hii ili kuleta afya na uhai kwa kila kiungo ndani yako ili kutuweka imara na kuwa hai kila siku. Tulia kidogo, kuta pumzi. Roho Mtakatifu anaendelea kutiririka kila dakika ya kila siku akimsaidia kuishi zawadi ya kushangaza ya maisha. Kila mmoja wetu ni wapekee na apebo sana. Mungu, angalia pande zote, angalia wote waliokusanyika hapa katika nafasi hii na, na duniani kote. Chukua muda, tazama pande zote na kutathmini zawadi ya kila mmoja. Chukua muda kutafakali thamani ya Mungu kukuumba. Ilikuwa mwezi ambao familia yangu iliwasiliana kwa mara ya kwanza na mtu ambaye alikuwa na virusi vya uviko kumi na tisa. Niliposikia juu yake kwa mara ya kwanza nilishangaa. Baba yangu alijisikia vibaya kwa sababu ndiye aliyeleta nyumbani kwetu. Nilikasirika sana, nilidhani tutakufa. Nilijua watu ambao walikuwa wamekufa kutokana na yuviko. Nilifikiria kwamba ningekufa na nisimwone mpwa wangu atakapozaliwa. Nilianza kufikiria juu ya mambo ambayo bado sijapata uzoefu. Nilianza kuomba, nilimsihi Mungu aitunze familia yangu. Sikujua nini kingefuata. Nilimgeukia Bwana na kumwomba mwongozo. Niliogopa na kuogopa lakini nilijua kwamba sala ingenisaidia niwe mtulivu na ilifanya kazi. Niliacha kulia na msongo wa mawazo ukanitoka moyoni mwangu, ndipo nikagundua kuwa Mungu anajua kila undani wa maisha yangu. Mungu anajua ziki na hofu yangu. Mungu ananijua na, na kujua kwamba Mungu ananijua na kunijali kunisaidia kuwa mtulivu ninapoogopa. Mungu ananijua na Mungu anakujua na Mungu anajua kila kitu tunachokipitia. Nilizaliwa mwaka 1958 kwenye kisiwa cha Utitaki. Wazazi wangu na babu na bibi waliamini thamani na mchango wa utamaduni katika malezi bora. Nilisoma shule ya msingi Araura kwa miaka mitatu ya kwanza ya elimu yangu lugha ya Kimaori ilitumika kufundishia. Hata hivyo, ilipoendelea na shule ilionekana wazi kwamba umuhimu mkubwa uliowekwa kwenye lugha ya Kiingereza. Cha kusikitisha, tulilazimishwa tuzungumze Kiingereza darasani wa na kwenye uwanja wa michezo na kukatazwa kuongea lugha mama. Wakati huo, wengi waliamini kwamba Kiingereza ilikuwa lugha ya ulimwengu wote lugha ya biashara na kwa hiyo lugha ya ubora. Ushawishi wa nchi za Magharibi katika siku hizo ulikuwa na nguvu. Nilipambana na hilo kwa kuwa nilijua vizuri Kimaori na nilizungumza Kiingereza kidogo. Bibi yangu Mama Mareanu aliwatia moyo wajukuu wake wazungumze Kimaori. Alikuwa na ushawishi na mshauri wa, na mshauri wangu na mfano wa kuigwa katika maisha Kupitia yeye nilijifunza ujuzi muhimu katika maisha, mfano jinsi ya kupanga na kuandaa chakula na kuzungumza lugha ya asili yetu ipasavyo. Ninaamini sana kwamba wazee wetu wana mchango mkubwa katika kututengeneza sisi kwa kujitambua na kujua wapi tumetoka na tunakoelekea. Lugha ya Kiingereza imeshika kasi kwa miaka mingi na thamani ya lugha yetu ya Kimaori imepungua. Elimu rasmi katika miaka ya mwanzo ya maisha yangu haikuwa na matokeo chanya, kwa sababu yale niliyojifunza nyumbani kutoka kwa wazazi, bibi na babu na familia yalipingana na yale niliyofundishwa na walimu wangu katika darasa la magharibi vitabu na masomo ambayo tulisoma na kujifunza yote yalikuwa katika lugha ya Kiingereza. Nilikuwa najiuliza, hivi vitabu na masomo ya Kiingereza yatanisaidiaje kupanda mboga, kutengeneza vyakula vya kuoka, kupika chakula, kufua nguo na kulisha kuku na nguruwe? Wakati mmoja nikiwa shuleni, nakumbuka nilinaswa nikizungumza lugha yetu ya asili. Mwalimu wangu aliniadhibu kwa kunifanya nivae alama ya kadibodi iliyosema mimi ni mzungumzaji wa Kimaori. Wazazi nao wanaweza kuipa lugha yetu ya Kimaori nafasi ya kuishi kwa kuizungumza nyumbani. Nilihitimu udaktari mwaka wa elfu mbili na tatu baada ya miaka saba ya kusoma huko Fiji. Wakati huo kulikuwapo na lengo la kuimarishwa huduma za watoto katika visiwa vya Koku. Nilikuwa daktari wa kwanza wa kike wa visiwa vya Koku katika idara ya watoto ya visiwa vya Koku baada ya, ma, da, baada ya mtanguli, mtangulizi wangu daktari Heri Dowin. Pia ningependa kumtaja dr Muro ambaye hapo awali alitunza wodi yetu ya watoto. Mojawapo ya vipaumbele vyangu vya kwanza kama daktari kijana ilikuwa ni kuhakikisha watoto wote wamepimwa na timu yetu ndani ya masaa 24. Pia nilisaidia kuwa na vifaa na ustadi zaidi wa kushughulikia watoto wachanga walio wagonjwa sana na wanaozaliwa kabla ya wakati. Tumtengeneza miongozo na itifaki ili kusaidia utekelezaji Kutekeleza, kutekeleza kazi yetu kuboresha uhusiano kati ya visiwa vya Cook na wafuasi wetu wakuu kutoka Iceland na hospitali ya Starship huko New Zealand. Mpango wa matumizi maalum zaidi umekuwa jambo kuu katika kuboresha afya ya watoto wetu. Tunajivunia kuwa nchi pekee ya kutoka kisiwa cha Pakistan ambayo haina vipo vya uzazi tangu mwaka 1995. Maeneo mengine, ma, maeneo mengine ya mfumo wetu wa huduma ya afya katika visiwa vya Koku pia yameboreshwa kwa miungo kadhaa utunzaji maalum umeboreshwa sana tangu miaka ya elfu moja mia tisa na tisini huko, mwelekeo ukihama kutoka kwa magonjwa ya kuambukiza hadi dawa ya kutibu programu zetu za uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi na matiti zimeboreshwa sana. Hata hivyo, bado kuna kazi ya kufanya. Tunahitaji kuzingatia afya ya akili. Tunahitaji kuimarisha mifumo ili kuweza kuwasaidia wazee wetu. Mafundisho sahihi yanahitajika ili kuzuia mimba za utotoni. Familia zetu lazima zichukue hatua na kuwajibika kwa afya zao wenyewe. Afya na utawi ni kazi kwa kila mtu. Tunaweza tu kuboresha ikiwa tutafanya kazi pamoja. Mungu aliniumba na kipawa cha ajabu na kunibariki kwa matoshi na nafasi ya kusomea udaktari, nami na nalitikia baraka za Mungu na kuwatumikia watu wa visiwa vya Koku nikiwa daktari. Yafuatayo ni matangazo ya ushirika ya, ya leo siku ya Bwana ya sita kabla ya Pasaka. Mungu anaita nami nitaitika. Wazo, Mungu tuwezesha kushinda majaribu. Leo ni kilele cha maombi ya dunia, ibada hii muhimu itaongozwa na idara ya malezi na familia. Mungu mwaminifu, asante kwa kutunza katika kila dakika ya maisha. Umekuwa nasi katika hofu yetu na wasiwasi wetu, unyonge wetu na, na kufadhaika kwetu. Umetusaidia kubeba vikwazo vya kifedha na kutokuwa na uhakika kuhusu siku zijazo. Umekuwa nasi kupitia vimbunga na tasunami, moto wa nyika na matetemeko ya ardhi, ulitusindia katika janga tizetu za maombi zenye nguvu. Tunakusifu kwa ajili ya kina mama waliokuza na kuendeleza urithi wa siku ya maombi ulimwenguni tangu zamani hadi sasa. Mungu mwenye utajiri, tunakushukuru kwa dhati na hatuwezi kujizuia kukusifu kwa uaminifu wako Mungu oh, oh, wa rehema, tunakuja mbele zako kwa mioyo ya tukitafuta msamaha wako kwa dhambi zetu nyingi, kwa maneno, kwa vitendo na kwa mawazo. Tumezungumza tume, tume maneno yasiyofaa kwa wale waliokaribu nasi, tukipuuza kuwatendea kama yalivyofanywa na wewe. Tumechafua bahari na kuharibu mazingira tukipuuza kutunza umaji wako mzuri. Kiburi chetu na ukosefu wetu wa ujasiri umesababisha madhara kwetu sisi mwenyewe na kwa wengine. Haya yote yametufanya tukose baraka na upendo wako. Mungu mwenye neema, tunaomba usikie matamanio ya mioyo yetu, utumbie upya tabia na sura yako ungaji yetu Fungua macho na akili zetu za kiroho ili tukubali uzuri wetu kwa Mungu kwa, kwa, na ututie moyo wa kushiriki uzuri huu na wengine. Mungu, tusaidie kuheshimu uzuri wa Mungu ndani ya kila mtu, tutasimini kila mtu ambaye umemuunga. Mwalimu mwenye hekima, Mungu mwema Mungu mwenye subira, tusaidie kutambua kwamba wewe uko siku zote, haijalishi hali gani zinazotukabili. Roho mwema mwenye upendo, tunahitaji kumbatio lako ili tuangaze na kuangaza upendo wako kwa ulimwengu wote. Mungu wa hekima, tunawaombea viongozi katika ulimwengu wetu akili zao kuwa na uadilifu wanapofanya maamuzi. Watie moyo na kuwabariki kwa maono ya kuuzongeza ulimwengu wetu kuelekea umoja na amani. Tunawaombea wanawake wazee, wanawake wasichana walio katika mazingira magumu na wanaofanyiwa ukatili, iweze kuwaheshimu na kuwathamini, wape wa Na magonjwa na wasiwasi. Nenda sasa ukaishi. Habari jinji Mungu ndiye muumba wetu. Mungu alimfanya kwa ajabu. Mungu wajaki, anatujua na Mungu yu pamoja nasi. Jitambue wewe mtoto wa thamani na mpendwa wa Mungu, na watendee wengine kama watoto wa thamani na wapendwa wa Mungu Amen. Bwana Mungu akubariki aku na kukulinda. Bwana Mungu angalie uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akupe sawasawa na jinsi ulivyoomba. Baraka hii inakutakia katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.